Haleluya, haleluya, ni majira mengine tena mapya ambao Mungu amenipa kibali cha kusema nawe mtu wa Mungu. Kwa majina naitwa Paul Abdul. Ni wakati huu tena ambao Mungu amenipa kibali kuleta neno kwako, lakini kwa siku ya leo tunaenda kujifunza kwa habari ya neno, kufahamu nguvu inayokushikilia katika kifungu cha dhambi. Kufahamu nguvu inayokushikilia katika kifungu cha dhambi. Kabla sijakusomea mstari, taenda kukupa neno moja. Fahamu ya kuwa katika dhambi kuna mambo mawili matatu ambayo yanaweza yakakukuta katika jambo lolote ambalo naliweza kulifanya. Watu wanatenda dhambi, lakini dhambi hili inawashikilia na kushindwa kuitoka kwenye hiyo dhambi, kwa sababu hawakujisamehe. Lakini hata walipojuta kwenye mioyo yao, hakuna aliyeweza kujua kuwa ameomba msamaha au hajaomba msamaha. Na mara nyingi dhambi nguvu yake ni kwa yule aliyetenda We uliyetenda dhambi, ukimkosea mtu au ukamkosea, ukakosea watu, mara nyingi huwa tuna tabia ya kusema nisamee kwa wale ambao tumewakosea, lakini mwisho wa siku sisi tunabaki hatujajisamee ndani yetu. Ninachotaka kukuambia usiku wa leo nikufahamu kuwa ya kwamba unaweza ukaomba msamaha kwenye dhambi uliyomkosea mtu, lakini bado stili ukabaki kwenye kifungu cha kushikiliwa na dhambi ile ile uliyomkosea yule mtu. Pamoja na kuwa umeshamwambia nisamehe, lakini bado kabaki umeshikiliwa na kifungu hicho hicho cha dhambi. Kwa sababu gani? Ukisoma Zaburi ya hamsini na moja kuanzia mstari wa kwanza. Huyu ni mtume wa Mungu, ni, ni mtumishi wa Mungu Daudi akiomba kwa habari ya msamaha kwa Mungu wake. Daudi alitambua nguvu ya dhambi aliyoitenda na akatambua kuwa dhambi aliyoitenda sio ya mwilini tu, yani asili ya dhambi aliyoitenda alitoka nao tumboni mwa mama yake.